Nilipatwa na mshtuko ila nilimshuhudia, ghafla mwanamke mmoja akiwahi kupeleka macho yake usoni, akayafumba yale macho ya yule mtoto, nikaona akamgusa shavuni kama uh, alikuwa akimpima joto, kisha akatoa ishara tuendelee. Sasa mimi nikawa nikijiuliza, huyu mtoto kutabasamu na kufumbua macho ni ishara ya uzima, mbona sasa hawa waoneshi jitihada zozote za kusitisha kile wakifanyacho, na kwenda kuwaita madaktari. Nikajikuta nikipeleka mkono wangu kuugusa ule mwili, ulikuwa ni wa baridi. Basi tukaendelea na zoezi zima la kuosha ule mwili mpaka tukamaliza na kukabidhisha kwa wenyewe, ila jambo lile lilinishangaza sana na kunitia hofu. Jioni mwenzangu alipokuja nikamwelezea. Usijali bwana Joseph, hiki ni kitu cha kawaida tu bwana, utazoea mochwari kuna mambo mengi na maajabu yake. Kikubwa ni kuwa jasiri na msiri pia. Si kila utakachokiona utangaze, au si kila kitu ni cha kuchunguza. Hivyo ni mengi tutakutana nayo, kikubwa uvumilivu na ujasiri. Mzee mwenzangu, utazoea tu. Yule mlinzi mwenzangu niliyekuwa na mkabidhi lindo alijaribu kunifunza mawili matatu, nikamwelewa, tukaagana na kuondoka. Nilipata duka la nyama, nikanua nyama kilo nusu mchele nikaelekea nyumbani, ila cha ajabu sasa, ile harufu ya kule mochwari, harufu ya yale madawa yakawa nakisumbua pua zangu na kuniletea kichefuchefu kikali. Hali ile iliendelea hadi inafika nyumbani, na sasa taswira ya yule mtoto wakati akitabasamu na kufumbua macho ikawa ikijirudia machoni. Sijui nitakuelezeaje ujue nilikuwa kwenye hali gani ila mke wangu alinitia moyo akiniambia nisijali kwa kuwa ni mwanzo tu, ila nikichezoea kila kitu kitaisha. Mke wangu aliandaa chakula mezani, tukaanza kula. Kijiko cha kwanza, cha pili, harufu ile kaziji kunikereketa, nikajikuta natoka nje. Nilitapika, sikuwahi kutapika kiasi kile. Sasa tumbo likaanza kuuma, kwa kweli sikuweza kula tena. Kila ninapojaribu niliishia kutapika, moyo ukawa naenda mbio, tumbo linauma kwa shida nikapanda kitandani kulala. Kila usingizi uliponemelea, taswira ya kule mochwari ikawa ikinijia, pale pale nashtuka. Niliteseka sana siku hiyo kiasi kwamba sikuamini kama kesho yake ningeweza kwenda kazini. Ila kuna usingizi ulikuja kulichukua, sikuja saa ngapi, ila nilikuja kuzinduka saa kumi na moja nilikuwa katika hali nzuri tu, kichefuchefu wala ile harufu sikuvisikia tena. Kwa kuwa ilipaswa niingie kazini saa kumi na mbili haraka haraka nikajiandaa, nikanywa chai na kiporo cha chakula ambacho jana yake kilikataa kukaa tumboni. Nikawahi usafiri barabarani, safari ya kazini ikaanza. Kufika kazini, nilimwelezea kila kitu yule mlinzi mwenzangu. Ndio maana nilikwambia unywe viroba au uvute bangi, hii mwanzo utateseka sana mzee mwenzangu. Mlinzi mwenzangu akajaribu kunipa ushauri katika umri wangu mimi mpaka sasa naelekea uzeni, sikuwahi kunywa viroba, sikuwahi kuvuta bangi, nivutie uzeni? Hapana se akili yangu ikakataa kabisa. Rafiki yangu yule akakusanya vitu vyake, akaondoka. Nilikaa kitini li nje ya mochwari ile pembeni ya mlango, niliogopa hata kuingia ndani kukagua zile maiti. Punde mbali kidogo koridoni, nikaona maiti ikiletwa ikiwa kwenye machela ikiongozwa na manesi na ndugu zake. Basi walikuja wakajiandikisha, wakiahidi kumrejea ndugu yao kesho. Kwa kuwa friji zote zilikuwa zimejaa, tukamuhifadhi chini. Nakumbuka mwili ule ulikuwa ni wa mzee kama mwenye miaka sitini mpaka sabini. Basi tukampulizia madawa yale ya kumkausha ili asiinuke, tukamfunika vizuri. Ndugu wengine walikuja kuchukua maiti ya ndugu zao, tukasaidiana kuwapakiza kwenye gari ambao wengine waliniachia kaera. Ilikuwa ni kazi yenye marupurupu kweli. Basi baada ya kazi mbili tatu kuisha kule mchuari, nikarejea kwenye kiti changu pale nje. Nilikaa mpaka mida ya saa saba nikienda kantini kula, kurejea nikakagua maiti wangu walikuwa vizuri tu. Nikarejea nje nikaketi na kuendelea kusoma gazeti nilolinunua. Wakati nikiwa bizi na gazeti langu sindo, ghafla nikasikia chafya kule ndani ya chumba cha maiti ghafla nikasikia chafya tena kwa mara ya pili. Haraka sana nikanyanyuka nikapiga hatua mbili mpaka ndani. Miili yote ya chini ilifunikwa vizuri gubigubi gubi kwa yale mashuka meupe, kuangalia unako kwenye friji nao wote walikuwa katika usalama. Sasa alupiga chafya ni nani? Au siku hizi maiti nao wanapiga gachafya? Nikawaza au niwafunue mmoja mmoja kuwakagua, pengine kuna mzima ila nilipowacheki nikapotezea na kurejea zangu nje. Ile naka tu ghafla nikasikia kicheko kikali. Haraka nikaingia ndani ya mochwari ile, sikuamini nilichokiona. Yule mzee Ruleto masaa kadhaa nyuma, ndugu zake ukasema watakuja kumchukua kesho yake, alikuwa kakaa kitako, huku akicheka. Nilipiga breki pale mlangoni, nikashindwa kuingia wala kurudi nje. Nikabaki nikikuangalia ule mwili kwa wasiwasi. Yule mzee akaongea kwa ukali akiwa kakaa kitako pale chini vilevile vile, vile. Sikujui ni saa ngapi, niligeuka nikawa nikishuka korido. Kwa bahati nzuri nikakubaniana na daktari mmoja aliyokuwa akijiandaa kuingia kwenye lifti kwenda ghorofa za juu. Una tatizo gani Joseph, mbona hai hai? Nikabaki nikimnyoshea kidole kule ilipo mochwari, sikuweza kuongea kabisa, nilikuwa na kigugumizi kikali. Daktari alinielewa tukaongozana naye mpaka mochwari. Kufika nilishutuka kukuta miili kama ilivyokuwa awali, ikiwa nilifunikwa vizuri tu, nikazidi kuchanganyikiwa.